Kwanza kabisa niseme nina amani sana sana, am sana, nina amani ya moyo, nina amani ya nafsi, na nina amani mimi kama Wema Sepetu, mwana wa Chadema wa kunitia ujasiri. Naomba niseme asante Mungu kwa kumtia kakaangu Lema ujasiri. Naomba niseme asante Mungu kwa kunitia, kuwatia wananchi wote na wanachama wa CHADEMA ujasiri na mpaka leo hii tuko hapa, na namwomba Mwenyezi Mungu azidi kutupa tunzi na uhai ili tuweze kuleta mabadiliko i wananchi wananchi wenzangu, wanachama wenzangu, mimi na imani kwamba katika kila kitu Mwenyezi Mungu ana sababu yake. Mwenyezi Mungu ana sababu ya kutupa mitihani katika maisha yetu. Mitihani aliyopitia kakaangu mheshimiwa, Mweshimiwa Lema, leo hii imemfanya yeye mnamuita Mandela. Sahihi. Yeah. Ah. Nisiongea mengi, nataka kuwapeni hadithi moja fupi sana. Uko Marekani, uko enzi za enzi za ubaguzi wa rangi, kulikuwa kuna mwanamke mmoja